Magufuli, nani? Magufuli ni kati ya mawaziri ambao wameitumikia serikali kwa muda mrefu sana, lakini tu tukumbushe kitu kimoja Watanzania, ambacho huenda wakawa wengi wafahamu. Magufuli ni mwalimu kabisa, ndio ajira yake ya mwanzo kabisa aloanzia po. Magufuli aliwahi kuwa mwalimu wa kemia na hesabu tu, na baadaye Magufuli huyu, huyu alikuwa ni, ni mkemia, mkemia, mkemia wa viwanda katika Nyanza pale kule, kule kwenu Mwanza po Nyanza, shirika hili la, la, la, la. chama, shirika, chama shirika. cha ushirika cha mkoa wa Mwanza unakumbuka vizuri kabisa po, lakini vilevile mpaka sasa ni mwanachama wa jumuiya ya wanaekemia wa Tanzania, lakini amekuwa naibu waziri wa kazi 90 95 paka mwaka 2000. Naona amerudi hapo, anaimba ai Selema hapo. Mtu msikilize kidogo. CCM Selema. Nilianakumbushia tu kidogo, asanteni sana. Ndio hivyo harakati hizo, unajua tena kila mmoja anapotaka, bila shaka umefahamu kwamba hao ndio watatu ambao majina yao yameletwa katika mkutano mkuu.